Mambo vipi? Karibu sana Femina Hip. Mimi naitwa Lynn Charles. Uh, kama unafahamu weekend hii itakuwa ndefu sana, natamani kujua umejipanga vipi weekend hii. Lakini kabla haujaniambia, nataka tufahamu familia ya Femina Hip imejipanga vipi weekend hii. Unataka kufahamu? ngana na mimi aftone Mipango ni mm, sasa hivi inaweza kapanguliwa kwamba tu nitakuwepo na definitely nitakuwepo nyumbani, alafu plani za kutoka sehemu zingine tuta plan plan, another department. E, department iko serious sana sana, so, to what the weekend weekend weekend hi hi. So, what do you plan to do over the weekend? Tuna weekend ndefu sana, una mipango gani? Kwenda beach, visiting family, friends huyu ni Harriet. Sijui una mpango gani tena, tukawangalia wengine wana mipango gani ya weekend ndefu. Ah, weekend hii ndefu nitakuwa tu na familia nitawafikia mm -hmm. Maana ni unajua tukiwa kazini mara nyingi hatupati muda wa kupika na u mm na kufurahia -hmm. Ayo nitawapikia wanangu na siku chache, moja kati ya hizo naweza nikawatoa tukaenda somewhere Ah. Right Namba ya mimi nje? Karibu. <laughs> Okay, huyo ndo wasiliana na Bahati ubahatike, na hiyo ndo mipango yake ya weekend. Sijui wewe una mipango gani. Haya sana. Inakuwaje? Bomba. Yeah. Weekend inaanza. Una mipango gani na weekend? Uh, weekend mimi ni kutembelea marafiki. Ya Jamaa. Wewe hmm, una roho nzuri mshikaji wangu. Sasa. <laughs> Una mipango gani na weekend? Mimi napenda kukaa na watoto. Hmm. Kwa hiyo nategemea labda nikusanye ni watoto wa ndugu zangu nikae nao tupige story tuangalie katuni. Ah, una mpango wa kuspenda nani weekend? Yes na hizo ndo plan za weekend hii kwa wana Femina Hip. Sijui wewe una plan gani? Mimi na mpango kutoka out na marafiki zangu. Unaweza kuwa na plan nyingi nyingi, na unaweza kushare na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Nazungumzia Facebook, Twitter, Instagram, lakini pia unaweza kuangalia video tofauti tofauti kupitia YouTube. Uh, ni kutakia weekend njema. Mi naitwa Lynn Charles kutoka Femina Hip.